jambo na karibu mfuatiliaji wa simulizi yetu ya sitasahau usiku ule ambapo sehemu hii ya 36 inakuja na kukukuta ukiwa katika maandalizi mazito ya kupokea sikukuu ya krismasi na hatimaye kuupokea mwaka mpya wa mwaka 2026 ni mengi yametokea katika sehemu zilizotangulia ikiwemo sehemu ya 35 lakini nini kinajiri tena karibu tuweze kuyasikia Ukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema fuatana nami. Mpenzi msikilizaji, nyakati nyingine maisha hutufikisha mahali ambapo hakuna jibu sahihi kiasi kwamba unaweza kuchagua kati ya wajibu na ndoto, kati ya usalama na hatima, na kati ya uaminifu na usaliti. Ni mambo unayoweza kuchanganyikiwa nayo yanapokufika. Hii ni hadithi ya watu waliokutana katika mazingira ya njia panda, huku kila mmoja akiwa na mazito yake moyoni na kila uamuzi ukiwa na gharama yake, na si gharama tu labda ya fedha, lakini gharama ya uhai. Baada ya mahangaiko makubwa ya kumsaka mhusika mkuu wa uvurugaji wa kesi ya mzee Nyalile, Inspekta Baraka alirudi nyumbani akiwa na uzito mkubwa sana moyoni, akilini mwake, na hata mawazo yakiwa yanamvuruga. Safari yake kutoka nchini Malaysia katika jiji la Kuala Lumpur haikuwa na ushindi wowote, kama alivyozoea katika kazi alizowahi kutumwa na vigogo wake. Kila anapopewa kazi Inspekta Baraka hii ya uchunguzi na ufuatiliaji alikuwa na mafanikio makubwa sana. Msikilizaji wangu, kwa mara ya kwanza sasa, Inspekta Baraka pamoja na afande Mrope wake wanarejea wakiwa hawana la kusema la maana kwa bosi wao, kwamba ni kwa nini wamemkosa mshukiwa mkubwa. Kwa upande mwingine pia anajilaumu kwa mbali kwamba huenda hawakutimiza wajibu wao labda una mambo ambayo hayakwenda sawa, ndiyo maana wamemkosa. Ni mambo yanayoizingira akili yake. Kwa Nasra pamoja na mkuu wake wa chuo kumtaka awepo chuoni katika siku yake muhimu ya mahafali, ilionekana ni jambo gumu kwake kwa sababu za kiusalama. Na waliagizwa Inspekta Baraka pamoja na Afande Mrope wasije katu kumwacha Nasra kule nchini Malaysia, ati warejee wakiwa peke yao hilo waliambiwa, wasija wakajaribu safari hiyo. Ya saa nyingi tu kutoka huko nchini Malaysia hadi nchini Tanzania ilionekana kama vile ina urefu wa mara mbili zaidi kwa Nasra, kwani alitamani muda ufupishwe ili aweze kukutana na kaka yake kipenzi aitwaye Mliti baada ya kutoonana naye kwa miaka mingi sana, na sasa hadi amekuwa mdada tu mkubwa. Hata Mliti mwenyewe angemwona, singeweza kumkumbuka, lakini sema kulikuwa na kijikovu kwenye shavu ambacho kingemfanya amkumbuke mdogo wake huyo na kukumbuka mkasa uliosababisha kovu hilo. Waliposhuka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na Nasra, ile kuikanyaga ardhi ya Tanzania, alikuwa na furaha ya ajabu na alidhani usiku huo huo ataonana na kaka yake kipenzi aitwaye Mliti. Kumbe wapi bwana, kulikuwa na mipangilio mingine na kazi nyingine za kwenda huko kuzifanya kabla ya wao kuruhusiwa kurejea uraiani. Msikilizaji wangu, walipochukua mizigo yao, yeye akiwa na zawadi muhimu ambayo angelipeleka kwa kaka yake Mliti aione usiku huo huo waliondoka hao kwenye gari moja lililopaki nje ya uwanja wa ndege. Akamwambia Inspekta Baraka kwamba naelekea kwa kaka yangu Mliti, amesema anaishi kambi ya jeshi karibu tu na uwanja wa ndege. Mliti alikuwa anajua kama mdogo wake anarejea, lakini hakujua kwamba anarejea lini. Usiku wa siku mbili hakumpata wala hawakuzungumza, akahisi huenda labda ndio walikuwa na safiri, lakini hakuarifiwa kama wako safarini ikawa inamchanganya, lakini hakuweza kujua kama je, wataondoka lini ama wameshaondoka. Akasalia kuwa bumbu wazi. Mpenzi msikilizaji, Inspekta Baraka alijilaumu kimoyomoyo wakiwa ndani ya gari kwamba alikuwa ametumwa kumtafuta mshukiwa hatari, mtu aliyekuwa kiungo muhimu cha mtandao wa uhalifu wa kimataifa, japo kuwa nchini Malaysia wamefanikisha kuwakamata walinzi wake wawili, ambao bado wanaendelea kuhojiwa, walirejeshwa Tanzania siku nyingi. Kwa mara ya kwanza jina la inspekta Baraka binafsi aliona kuwa lipo hatarini kuchafuka, ati yeye leo kuambiwa ameshindwa kazi. Basi hayo yakawa yanamuhuzunisha sana kulingana na historia. Wakati inspekta Baraka, msikilizaji wangu, akipambana na fikra hizo za maumivu za kushindwa kumkamata mtuhumiwa mkuu huko Malaysia, Nasra naye alikuwa na la kwake, alikuwa yupo katika lindi la mawazo na njia panda kubwa sana kwanza kwa namna alivyokurupushwa kutoka nchini Malaysia, kukosa mahafali kwa sababu kiusalama anatakiwa kurudi nyumbani haraka, lakini kubwa kuliko yote, anataka kuonana na kaka yake Mliti. Anafika anachukuliwa kupelekwa kwingineko, hilo nalo lilimchanganya mkuu wa chuo chake Nasra kwa udi na uvumba alitamani sana na kusisitiza sana kwamba lazima Nasra awepo hapo katika mahafali. Nasra alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliotarajiwa kung'ara siku hiyo, kwani alikuwa me..., kwani alikuwa amepata ufaulu wa juu sana, ambapo chuo hicho walikuwa wakijivunia. Mahafali yalikuwa ndoto yake, pia fahari yake na ushindi wake, kwa jasho la miaka mingi, kwani hata shule yenyewe hiyo ama kozi hiyo aliisoma kimkanda mkanda tu Nasra, lakini wakati huo huo kulikuwa na hatari iliyomzunguka Nasra. Inspekta Mrope na Baraka na fande Mrope. Inspekta Baraka na fande Mrope waliona wazi kuwa Nasra yuko hatarini, lakini yeye hawezi kujua, wao wanajua kulingana na mafunzo waliopewa. Alikuwa ni binti aliyekuwa na taarifa nyeti na nyingi, hawezi kumwacha tembee peke yake na watu waliokuwa wanamtafuta hawakuwa wa mchezo, ni wazito kweli kweli. Msikilizaji, Nasra akahisi kuchanika vipande viwili, labda kama ingewezekana kipande kimoja awepo katika mahafali na wakati huo huo kipande kingine kiwe kinarejea nyumbani Tanzania. Upande mmoja ndoto ya kuvaa joho la mahafali mbele ya familia yake, hasa kaka yake wa pekee Mliti, imekwama alitambua kuwa baadhi ya mafanikio huja kwa gharama ya kuachana na sherehe zake. Lakini kubwa kuliko yote, Inspekta Baraka na Afande Mrope walikwisha mdokeza wazi wazi na kumweleza hatari iliyokuwa ikiwanyemelea kulingana na aina ya kazi waliokuwa wakijifanya, huku kila mmoja kwa wakati wake akisema usijisahau, Nasra. Mpenzi msikilizaji, moyo wake haukuwa tayari, lakini akili yake ilijua ukweli hii haikuwa mara ya kwanza maisha kumtaka chaguo usalama badala ya shangwe, kwani mara baada ya wazazi wao kuuawa wakiona, waliachana na kila aina ya shangwe ya familia waliachana na kila aina ya shangwe ya familia, wakaingia katika shangwe ya majonzi na kuokoa maisha, ikiwezekana kulipa kisasi. Watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa kule nchini Malaysia, wale wawili walinzi wa mshukiwa mkubwa tayari wamerejeshwa Tanzania. Kwa sasa walikuwa rumande wakisubiri tarehe za kesi zao. Kama ni kuhojiwa, kwa namna zote walikuwa wamehojiwa, siri za siri za mtungi nyingi tu walikuwa wameziweka hadharani. Gerezani kule lilionekana kuwa salama kwao, maana huko nje wanatafutwa ili waweze kuliwa kama nyama. Lakini nyuma ya kuta zao kulikuwa na mikono mirefu ya uhalifu ikiwalinda watu waliokuwa tayari kutoa kila kitu ili kuzima siri kabla haijafika mahakamani. Miongoni mwa waliokuwa rumande walikuwa makwapa na majuto. Majina hayo yalikuwa na uzito mkubwa katika kesi hii iliyokuwa ikitikisa vyombo vya dola. Ndani ya gereza kulikuwa na chakula cha sumu kimefanikiwa kuingia katika selo ya makwapa na majuto. Safari hii kilipita kwa njia mpya kabisa iliyokuwa haijawahi kugunduliwa hapo awali. Mpango ulikuwa wazi kabisa, kwamba iwe hivi, wawili hao waweze kutangulia mbele za haki, wasitokee kabisa mahakamani, kwani mioyo yao imejaa siri ambayo wakifungua mdomo na kuisema kesi imeisha. Siku zote wahenga walisema Mungu si Athumani, wakimaanisha hawezi kuwa na upendeleo kama ule alionao mwanadamu. Makwapa alipata taarifa mapema tu za kuambiwa wasile kile chakula, maana kesho yake hawataiona. Alifahamu kuwa chakula walichoandaliwa hakikuwa cha kawaida, ni kizuri kweli kweli, lakini na yeye akaamua kwamba chakula hicho amwachie Majuto, yule mshtakiwa mwenzake afe, kwa sababu Majuto alionekana kama ni mwepesi hivi, ameshatoa codes nyingi tu, ama siri na mwongozo mkubwa sana katika kesi hii alimuona si jasiri, akaona tangulie mbele za haki. Msikilizaji wangu, Majuto atakula chakula hiki, maana mwenzake ambaye wamo ndani gerezani amegundua kama chakula kina sumu, lakini anataka mwenzake ale afe, na yeye abaki anajipigania na kesi hiyo. Mliti naye moyo unadundadunda na kubingira bingira, ukiwayawaya hajamuona mdogo wake Nasra. Je, Majuto hakujua kuwa amesalitiwa? lakini Mungu mkubwa mmoja wa wafungwa tunaambiwa kwamba aliona mchezo wote akamtahadharisha majuto majuto naye hata kula na hapo hafi mtu msikilizaji wangu Nasra Inspekta Baraka na Fande Mrope wamefika jijini Dar es Salaam na kuchukuliwa kwap na gari moja kwa moja katika mahala fulani hivi ili kukamilisha ili kukamilisha ripoti yao Nasra yeye ndo haelewi kabisa kila Nasra yeye ndo haelewi kabisa, nywele zake amezifumua fumua kwa sababu ya mawazo, anashika nywele anafanya, hajui la kufanya. Kule gerezani, majuto ndo hivyo shitakiwa muhimu kati ya wale wawili wanaodaiwa kuwa ndio waliomuua mzee Nyalile kwa mikono yao wenyewe, wameanza na wao kuhujumiana, mmoja anataka mmoja atangulie na mwingine abaki. Yote yanasalia kuwa maswali, majibu yake yatakuwa katika sehemu ya thelathini na saba. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, na kutakia Christmas njema, na hatimaye ni kutakie mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita. Kwa heri kwa leo, uwe na siku njema.